Serikali haziwezi kuendesha nchi kidomo. Chama cha Mapinduzi wanaawe 6 wanaongea mengi na nyiye, nafahamu tulikuwa tunazo mbegu ambazo zinaoteshwa kila miaka hapa. Chadema sijui Si, siye, na leo hii hatuna mengi sana ya kuongea. Tumesimama kwenye majukwaa tumeomba kura kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa, mikutano yetu yote tuliyofanya, kwa sababu sisi tumelelewa na maadili mazuri, na leo tunasimama tena kweni, ndugu zangu wana Maore, hatima ya tarehe ishirini na tisa ya maendeleo yetu ni kwenye chumba cha kupigia kura pale yot Samia Suluhu Hassan tunampa nguvu, ana kilango majaje na tunampa nguvu la chini ya kuendelea kupeperusha bendera na kuleta maendeleo katika kata hii ya Maore. CCM oye! kishindo za heshima kura ambazo yeye eh, akiziangalia atakubali kwamba kwa kweli kwa nilipeleka maendeleo katika jimbo la Same Mashariki kata ya Kupiga matatu kwa maana rais wa CCM, mbunge wa CCM, diwani wa CCM, CCM simama hapa CCM <tipulia> tukio yenoiye teta kunisha utaolinya uminaduguzangu Nashukuru kwamba mmekuja kwa wingi, lakini naomba niseme tumezungumza vya kutosha nimepita kata kumi na nne za jimbo hili, nimepita vijiji 49 vya jimbo hili CCM oye yeah. nimepita vitongoji takribani 80 katika vitongoji vyote mia mbili na tano vya jimbo la Same Mashariki CCM oye yeah. wote yeah. Milimani tarafa mbili wanawasalimieni sana Maore Wanawapenda sana Maore, madiwani kumi na nne wakata wote kumi na nne wameshinda CCM, madiwani sita kwa viti maalum wote wameshashinda CCM, hey! Tena diwani Enegwa hatam tena, madiwani wanashindishwa na miradi ya maendeleo letwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Ndugu zangu, tarehe 29 siku ya Jumatano, basi siku tatu, tunakwenda wananchi wa Maore kuamua. Tunakwenda kuamua kuhusu nchi yetu, tunakwenda kuamua kuhusu jimbo letu, tunakwenda kuamua kuhusu kata yetu ya Maore. CCM oye! Nendeni mkapige kura tarehe 29, t amkeni mapema sana mkapige kura mkachague maendeleo. Maendeleo mtayapata kutoka Chama cha Mapinduzi. <tansion> CCM oyee, nawanyenyekea ndugu zangu, ili nikaanze kumuomba miradi mingi. Rais Samia naomba mumpe kura zote.